Tumekagua daraja ambalo liko pale ambalo daraja lile lilikuwa changamoto kwa wananchi wetu kwenda maeneo mengine, lakini leo hii daraja liko katika hali ya wangu wa vibora, limepata taratibu zote za kisheria, lakini hata fedha ambazo zimetumika hapa kwa kweli zimetumika kwa mujibu wa taratibu kwa ujenzi wa uje barabara hii pamoja na daraja. Kwa, kwa maana hiyo mimi pamoja na vijana wenzangu kwa tayari mimi kuweka jiwe la msingi la barabara hii ili wananchi waendelee kupata huduma. Hii ni mkombozi kwa ajili ya hawa wananchi wetu kupita hapa. Kuna hospitali pale tumejenga na, na sio hilo, kwenye wilaya ya Gairo ni mengi. Mpaka sasa mradi kwa ujumla wake kwa asilimia 60 tumejenga, kuna makarabati 14 ambayo tajengwa kwenye mradi huu, makarabati makubwa tutajenga na drift nne kwenye kwenye mradi huu ambapo tayari mpaka sasa ninapozungumza makarabati 11 ameshakamilika kwenye mradi huu, halafu na drift nne zimeshajengwa. Hili tunamshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kujenga daraja hili la mawe ambayo inawasaidia wananchi kwa wilaya tatu maana yake ya Kilosa, Gairo na, na Kilindi. Walikuwa wanapata shida sana wananchi kwenye mito hii miwili, kwa maana ya Berega pamoja na Rebenya, kwamba hospitali ya Mission ya Berega ndio wananchi walikuwa natoka Kilindi wa Gairo wanaungana wote kwenda kupata matibabu pale. Kiafya tumehudumia sana jamii. Mkandarasi aliingia mkataba wa jumla ya shilingi bilioni moja laki tano na themanini. Aidha, mkandarasi amelipwa shilingi milioni mia mbili themanini laki nane arobaini na saba mia mbili sitini na nane pointi saba tano, kulingana na vipimo vya kazi zilizofanyika. Chanzo cha fedha, fedha za utekelezaji wa mradi zimetokana na tozo ya mafuta. Utekelezaji wa mradi umetekelezwa kufikia asilimia 60.